Wekeza Tanzania inaletwa kwako na Azania Benki. Nikusalimu mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo, nikusalimu mtazamaji wa Wekeza Tanzania. Karibu tufahamu masuala mbalimbali ya uwekezaji yanavyoendelea, uh, lakini pia kufahamu fursa mbalimbali za kiuwekezaji pamoja na za kibiashara, ndio lengo la Wekeza Tanzania, na tukiwa tunapewa jeuri vilivyo na benki yako ya kizalendo Azania Bank ambayo inawezesha wawekezaji wanaowekeza ndani ya Tanzania na hata nchi ya Tanzania kupata mitaji kwa ajili ya kuwekeza. Mtazamaji wa wekeza Tanzania, kama ilivyo ada, mimi ni Vumilia Mwasha, ikiwa naongozwa vilivyo na mwongozaji wakati wote wa wekeza Tanzania Neligwa Mugittu. Bado nipo mjini Lubumbashi, uh, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Baada ya kufika nimekutana na Mtanzania ambaye amewekeza kwenye sekta ya usafirishaji kwa zaidi ya miaka kumi nane. Wekeza Tanzania tukaona tukuletee fursa kufahamu fursa za kibiashara lakini kufahamu fursa nyingine mbalimbali kutoka kwa hawa wazoefu ambao wamewekeza nchini DRC na yeye amewekeza kwenye sekta ya usafirishaji. Ana kampuni ya mabasi inaitwa Classic Coach ambayo inato, inasafirisha kutoka Dar es Salaam kuja Lubumbashi, lakini pia anafanya biashara hii katika miji mingine, na ndio lengo la Wekeza Tanzania. Lakini mtazamaji, mbali ya, ya, ya kupata uzoefu wake a, lakini hebu tujue fursa nyingine ambazo zipo a, kwa Watanzania katika kuwekeza, na miongoni mwa fursa hiyo ni kutokana na kuwepo kwa ofisi za mamlaka ya bandari nchini TPA hapa Lubumbashi uh, lakini pia kuwepo uh, uh, kwa uwekezaji ambao unafanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, kupitia mamlaka ya bandari nchini TPA kujenga bandari kavu uh, ili kurahisisha uh, mizigo ambayo uh, inatumia bandari ya Dar es Salaam na nimekutana na Amir Abdallah ambaye yeye amewekeza kwenye sekta hii ya usafirishaji ya uh, classic coach. Classic, awesome. Eh, nimefurahi sana kuonana nawe. Karibu sana dada Vumilia. Eh, eh, karibu na, katika, sana. Asante, na katika kukutafuta karibu. Kwangu ni baada ya kusikia kwamba kuna mfanyabiashara mkubwa sana wa Kitanzania mm. amewekeza kwenye sekta ya usafirishaji. Kwa hiyo nikafurahi kaona kwamba ni muhimu pia tukapata uzoefu kutoka kwako. Sawa, vizuri, karibu. Asante. Hata uh, ni, ni, nilivyosikia kwamba una zaidi ya miaka uh, kumi na nne ndio. Hebu tuanze kidogo kwa kutupa angalau historia mpaka ukatoka nchini, kwa sababu najua uh, Classic Coach ilikuwa upande wa Tanzania zaidi mpaka ukaja kuamua sasa uh, kuvuka mipaka. Tulianza na safari za Dar es Salaam kuja Lubumbashi. mm -hmm. Kabla ya mwaka 2011 huko nyuma nafiri mwaka elfu mbili na sita na uh -huh. saba na nane uh -huh. Sasa wakati tunakuja huko na mi nikawa nakuja mara kwa mara uh -huh. na nikawa natembea kwenda katika miko, miji mingine ya kutoka hapa Lubumbashi uh -huh. nikajionea mwenyewe fursa ilivyo, ingawa barabara wakati huo zilikuwa changamoto uh -huh. lakini haikuwa kikwazo uh -huh. tukaamua sasa tuje tuanzishe safari za ndani za hapa tukaanzisha safari za ndani na baada ya hapo tukaona kuko haja ya kufungua kabisa kufanya, hapa kabisa kufanya seto mm. Kwa hiyo mwaka elfu mbili na kumi na moja tuka seto, hapo, kufungua kampuni maofisi, gereji, unaanza kununua viwanja vya kuwekeza kwenye masuala ya gereji, ofisi kama hivyo jengo ulivyoliona mm -hmm. tulianza na Lubumbashi Kolwezi, alafu na baadaye tukaendelea ku tanua uwigo wetu wa, wa safari za ndani mm -hmm. na huku hii ya Dar es Salaam Lubumbashi tukiwa tunaongeza mm -hmm. kutokana na mahitaji mm -hmm. kwa hiyo na hapa ndani tukawa vile vile nayo tunatanua tukaenda mpaka Kalemi, mm -hmm. tukaenda mpaka Kasaji Dilolo, mpaka boda ya Angola hiyo Dilolo mm -hmm. tukawa tunafika na vile vile katika hicho kipindi cha mwaka elfu mbili na tatu paka na tano tukawa na kontrakti za kubeba wafanyakazi migodini tukaishia, mm. wa mwaka elfu mbili na tano. Lakini tulipoona kwamba sasa biashara ya kwenye migodi mm. tuwaachie wenyewe ambao labda wazawa na wengine wafanye, sisi tukahamisha nguvu zetu sasa tukapeleka Kinshasa. mm. tukahamia Kinshasa na kufikisha magari kule haikuwa kazi ndogo. mm. tulizunguka na mabasi yetu kapita Angola mm-hmm. Angola tukarudi mpaka Kinshasa mm. Wewe uliona fursa uh, ya, ya, ya kuwekeza kwenye usafirishaji usafirisha uh, kwa kuanzia kutoka dar Dar es Salaam Lubumbashi mm -hmm. lakini umeona soko kubwa yenyewe ndani. Ndani, ndani ya Kongo kwa maana hiyo, hata mimi kufanya wekeza Tanzania na wewe uh, nimefurahishwa kwamba ni Mtanzania aliyetoka uh, umetoka umekuja na unafanya biashara na pia unachochea ile kwamba um, uh, Kariako ndio Dubai DRC. Peke yake ya, ya hizi yeah, yeah, e, <laughs> nchi ambazo tu, zinazotuzunguka tunazo zinazotuzunguka mm. Ndio kwa nataka kufahamu uh, mchango wako katika hilo kwenye e, biashara yako ya usafirishaji unaofanya mchango mkubwa ambao sisi tunaofanya mm -hmm. Kwanza sio Lubumbashi tu mm -hmm. kwenda Dar es Salaam mm -hmm. tuna gari za kutoka Harare na, na, na Lusaka kwenda Dar es Salaam. Mm. Mm. Kwa hiyo tunapowaleta wale watu wote wanaishia pale sokoni Kariakoo. Mm. Lile ni soko letu la kimataifa, kwa kweli serikali inapaswa kuliangalia kwa macho yote mawili. Mm. Mm. Na sasa hivi hapa mimi kutokana na serikali zetu hizi makubaliano waliyoyafanya kuondoleana viza mm, yameongeza yameongeza uhitaji na watu wanaokuja Kariakoo kama mm. Lubumbashi mm -hmm. mm, kila siku mimi na basi ya kila siku kutoka Lubumbashi kwenda Kariakoo, Dar es Salaam. Kariakoo wengine wataenda Kariakoo, wengine watawanyika kwenda simu, lakini wanaoenda Dar es Salaam mm. Amir ni, ni, ni Wekeza Tanzania tumekutafuta kufahamu kupata uzoefu kutoka kwako kwa sababu kuna Watanzania wana fedha za kuwekeza wanatakiwa <clears throat> watoke na ambapo kutoka kwake itachangamsha pia italeta impact kwa upande wa nyumbani kama wewe ambavyo unapeleka watu, watu Kariakoo oh. Ni fursa zipi ambazo unadhani kwamba wale wanaotaka kutoka mm. wanaweza wakachangamkia kwenye soko hili la DRC huku karibu asilimia themanini ya mahitaji ya kibinadamu wanaagiza mm. wana, agiza, wana import. Uh, tuna fursa ya viwanda mm ipo mm -hmm. Viwanda vidogo vidogo, viwanda vya chuma, viwanda vya magodoro, viwanda, hakuna kiwanda, lakini tuna viwanda Tanzania. Kwa nini usisafirishe tu ile uh, misumari Bithami, nini ayo. ulete ili viwanda vyetu vipate soko. Sasa ukiangalia hapo, hakuna kiwanda uh -huh. Katika viwanda vyetu kiwanda kama chenye kiwanda ambacho kinasema mimi nina soko la Kongo mm, lakini mtu mmoja mmoja ndio anaenda kule ananunua misumari analeta huko, ananunua mm, mabati analeta huko, ananunua magodoro analeta huko, mtu mmoja mmoja, sio kama kiwanda mm. Kwa hiyo mimi kazi yangu wa, watu wanapokuja hasa wa wakifika huko, wakifika ubalozini kwetu kwa maafisa wetu wa ubalozi mm, wanapotaka kujua fursa za huku mm, mimi nimekuwa kama mfano kama ambavyo mimi nilivutiwa sana kutafuta. Hivyo ambao eh, eh, na miaka kumi na nne mm huko -hmm. imekuwa kama mfano uh, ofisa wetu wa ubalozi mm -hmm. Ngoja tutakuitia mfanyabiashara mmoja. Atakuambia vitu vingine sisi ambazo hatuvijui mm -hmm. viko nje ya ofisi. Zile siri zenu ambazo huwa msemi. eh, tunafanya nini, tunafanya nini. <laughs> eh. Wengine kuna kampuni nyingine nyingine wasema hatuamini <laughs> ah, sana mm -hmm. lakini kwa kuwa wewe mwenyeji mm huko -hmm. basi tunaomba tuwe partner Hmm. kwa hayo yote ambayo yanafanywa na serikali ya Tanzania katika kuhakikisha kwamba uh, ile movement ya biashara inakuwepo, ni kwa kivipi nyie kwenu mnaona kwamba inawarahisishia? Imeturahisishia sana mm -hmm, kwanza zamani ilikuwa kuenda Dar es Salaam inabidi tukazunguke Ethiopia mm -hmm, au Kenya, lakini sasa hivi tunakwenda masaa mawili tumetua Dar es Salaam mm -hmm, asubuhi unaongea na watu unakunywa nao chai Dar es Salaam mm -hmm, saa sita tunakula chakula na watu wa Lubumbashi kwa ndege shirika letu la ndege la ATC. Okay. benki yetu hapa ipo vilevile. Mm. bandari yetu tukitaka mizigo yetu, ofisi zao ziko hapa. Mm. Unaona eh. kwa hiyo imeturahisishia sana. Mm. na kwa kweli na sana zaidi kitu ambacho tumetuletea ukaribu mm, wa serikali yetu na sisi tulioko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kutufungulia yu ofisi ndogo ya ubalozi mm. kwa sababu sasa hivi matatizo yetu yanafika pale, na wao wanatusikiliza, wanatupokea, wanatusaidia mm -hmm. Wanaokuja wapo katika fursa hii ya kutaka kuwekeza mm -hmm. wanapokelewa vizuri yeah. Na vilevile haya vile, mahusiano ambayo yaliokuwepo yametusaidia sana sisi, tunaendelea kupata uzoefu na bado tupo na benki yako ya kizalendo Azania Benki ambayo pia nina jukumu kubwa sana la kuwezesha wafanyabiashara kama hawa ambao wanavuka mipaka. na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, hayo ndio maneno ya benki yako ya kizalendo uh, Azania ya benki ambayo iko kwa ajili yako wewe mfanya biashara pamoja, uh, na wawekezaji. Bado tupo na mfanya biashara na mwekezaji wa Kitanzania ambaye yeye amevuka mipaka uh, tuseme, uh, amejizatiti, yuko Lubumbashi DRC, na amewekeza kwenye sekta ya usafirishaji uh, Amiri Abdalla, hivi una mabasi mangapi?

kama themanini hivi. Kama endani, ah, okay. Basi, eh, hai, wacha, wacha yale ambayo labda yako grounded ya ah, sawa. Nataka tuingie ndani. Basi, <laughs> ndani, tuzunguke upande. Huku ni huku <laughs> uh, ni, tunaendeshea gari upande wa kushoto ah, wa, wa, ah, left yeah. hand. Eh, yes, zoe, right hand. mlango wa abiria utakuwa upande wa kulia ah, okay, Mm -hmm. na, na, lakini pia ka, kama, kama uh, tangulia tu kama una mabasi zaidi ya themanini, tunategemea kwamba uwe balozi uh, uh, wetu mzuri sana wa kututangaza. mm. Hilo unalifanya kwa kiasi gani? Nalifanya na tumeanza kulifanya. mm -hmm. nafikiri ilikuwa toka mm -hmm. tu tulipopata, tukae tu na sisi tu, tu, tukae, tu, eh. eh. karibu ukae, right. tu eh. mm -hmm ehe. Pale kipindi ambacho tulipo nchi yetu ilipozindua mm. filamu hii ya Tanzania the Royal Tour. Royal Tour. Uh, na sisi tukaomba uh -huh. tuweze kuitangaza mm. kupitia mabasi yetu, tukatengeneza, tukapata hiyo filamu kopi kutoka kwa ofisi yetu ya ubalozi mm tukatengeneza flash za magari yote ambayo uzinduzi tuliofanya, unaona, kama kwenye tv pale unavyoona tuliweka miji yetu, picha zetu, kama hivyo. Na tulipata bahati ya wakati huo waziri wetu wa mambo ya nchi za nje alipokuja Kinshasa kututembelea, kama unavyomuona hapo, tukafanya uzinduzi wa Royal Tour ndani ya mabasi. mm -hmm. Tukatangaza, kwa hiyo ikawa na sisi tukatangaza, na mpaka leo tunaendelea kutangaza. mm -hmm. gari zikiondoka wanaweka hizi flashi, abiria wote wanaona. mm -hmm. Kumbe umewapa ume fursa sana, wawekezaji wakubwa wenzio wanao ambao wanaweza wakaja kuanzisha viwanda huku na mambo mengine kama hayo, hakuchechemua tu uh, mm -hmm. bandari ya Dar es Salaam kwa maana tuna soko kubwa hapa lakini, hujatuambia kwa wajasiriamali wadogo tu wa kawaida, fursa ipi ambayo ipo? wajasiriamali wadogo wa kawaida bidhaa zao za wanazoleta mm. wana huku sana mm -hmm. wanaleta hardware, wanaleta nguo, viatu, pochi na mm -hmm. vitu vya shule mayu, uniforms. Mm -hmm. na school bags na nini ndio vitu ambavyo tunavibeba sana lakini, ingawa vinakuwa vingine ni kwa vya, vya msimu. uh -huh. kuna vingine ambavyo ni vya, vya kila siku kama hardware na nguo za watu wazima uh -huh. na vile vile kuna wafanyabiashara wengine ambao wanaoingiza hapa mchele uh -huh. na unga kutoka mikoa ya Songwe jirani, biran jirani na boda zetu hizi uh -huh. Wow. Alafu vile vile kuna baadhi wengine wanaleta bidhaa za samaki mm. Eh, kuna ambao wanaoleta dagaa, wanaoleta samaki wakavu mm -hmm. wanaoleta kambare huku pia wapo mm -hmm. kwa hiyo bidhaa za samaki vile vile nao huku ni ni soko mm -hmm. pia mm -hmm. na sana wanapenda sana wale, wale dagaa wa Zanzibar mm -hmm. Wale, wa, wale wale wale wale amb mwambie mtu mkongomani na wale dagaa mm -hmm. <laughs> eh, eh? wale eh, wanaita abuzabi jina Abu yeah. eh, lao wanaita abuzabi, umemsikia mm hapo, mwenyewe anajua kabisa, akienda sokoni eh. au wanagombewa kabisa alafu oh. mm -hmm. na vitu vingine ni bidhaa za, za kilimo kwa kweli lakini sana bidhaa za kilimo kutokana na hali ya, ya, ya usafiri kwetu sisi. mm -hmm. Kuna zile bidhaa nyingine za kuharibika mm huku -hmm. kwa kweli zinakuwa, lakini kama ingelikuwa tuna njia ya shortcut hapa kupita tucherewi. mm -hmm. Kama kwenye maziwa yetu, bandari zetu zikiboreshwa hapa mm -hmm. tutauza mpaka nyanya huko mimi. <laughs> Ni kushukuru uh, kwa maana kwamba umetupa uzoefu na tumeona picha halisi ya uwekezaji na umetupa mm, yeah, uzoefu. Labda kwa kumalizia kabisa, kama kuna ushauri kwa serikali uh, ya Tanzania, lakini pia uh, ushauri hata kwa wafanyabiashara na wawekezaji. Asante sana ndugu Vumilia. mm. Mm, mimi ushauri wangu kwa kwanza kwa serikali yetu mm. Ni serikali sikivu inayoongozwa mm, na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan Balozi wetu kwa kweli yuko karibu sana na sisi, anachukua maoni yetu na anayafanyia kazi. Tunashukuru kwa hilo. Naiomba serikali iendelee kuwa na mahusiano yalivyo, waadumishe mahusiano zaidi zaidi ya za zaidi ya hivi yalivyo sasa, kwa sababu sisi tunaitegemea Kongo mm. Kongo wanatutegemea sisi mm. Ni nchi ambazo tunategemeana mm. Kwa hiyo tukiendeleza na mshikamano huu wa urafiki tuliokuwa nao sasa hivi mm. Fursa zitaendelea kuwepo na vile vile, nataka ni washauri wafanyabiashara wawekezaji mm -hmm. wadogo na wakati na wakubwa mm. wakaribu, wakaribie Kongo kwa ajili ya kuwekeza katika sekta ya kila mmoja i kwenye sekta yake, ikiwa ya biashara, ikiwa ya kilimo mm. ikiwa ya usindikaji vyakula, mazao, ikiwa viwanda vya hivi vya juisi, maji na kitu kingine mm -hmm. mm -hmm. viwanda vya vidogo vidogo na vya kati na vikubwa, mm. waje wawekeze mtazamaji na soko tunalo. Soko tunalo. <laughs> yeah. wa wekeza Tanzania huyo mm. ni mwekezaji na mfanyabiashara mm. uh, Amiri Abdala ambaye yeye uh, ni Mtanzania ambaye amewekeza kwa upande wa Tanzania lakini pia amewekeza kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na tukiwa mjini Lubumbashi ametupa uzoefu, na kwa nini wekeza Tanzania tumeamua kukufanya na kupata uzoefu huu ni kwa sababu tuna soko sana la bidhaa uh, kwa upande huu wa DRC, lakini yeah. pia ndio soko letu kubwa sana kwa upande wa bandari ya Dar es Salaam. uh, kutokana na ukubwa na umuhimu huo, tuna uh, ubalozi mdogo hapa Lubumbashi. Hebu tuongee na balozi mdogo hapa Lubumbashi na atupe uzoefu uh, wa mambo yanavyoenda, hasa kwa wale ambao ni wafanyabiashara na wawekezaji ambao wako Tanzania na DRC. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, baada ya kuzungumza na mfanya biashara na mwekezaji Amir Abdalla, ambaye ni Mtanzania amewekeza uh, kutokana na uwepo wa fursa uh, ya usafirishaji kutoka bandari ya Dar es Salaam uh, mpaka DRC, hivi sasa tunaungana na balozi mdogo uh, wa Tanzania mjini Lubumbashi Jacob Msekwa, ambaye naye atatudadavulia uh, tunajua ubalozi wa Tanzania nchini DRC upo Kinshasa, na balozi wake uh, ni Saidi Mshana, lakini kutokana na uhitaji uh, hapa Lubumbashi tuna ubalozi mdogo uh. Balozi, zimefurahi sana kuwa nawe habari ya Lubumbashi lakini uh, umuhimu wa huu wa, wa, ubalozi mdogo kwa hapa Lubumbashi? Asante uh, sana kwa mm -hmm. kunipa na fursa mm hii -hmm. ya kuzungumza na Watanzania eh? kuwajulisha kuhusu umuhimu wa nchi ya DRC mm -hmm. kwa uchumi wa Tanzania mm hapa -hmm. uh, Lubumbashi kama ulivyosema mm -hmm. tuna ubalozi mkubwa ambao upo Kinshasa ambao unakava nchi nzima ya DRC mm -hmm. lakini kutokana na umuhimu wa eneo hili mm -hmm. kwa Tanzania, nchi yetu ikaona ifungue ubalozi mdogo hapa. Kwa nini? Kwanza kwa sababu Lubumbashi ni kitovu cha biashara ya DRC, na huu ubalozi mdogo unakava maeneo matatu, majimbo matatu mm -hmm. ya DRC ambayo yana utajiri mkubwa sana wa madini mm -hmm. jimbo la Katanga ambalo mji mkuu wake ndio hii mm -hmm. Lubumbashi jimbo la Lualaba ambalo mji wake mkuu ni Kolwezi, mm -hmm. na jimbo la Tanganyika ambalo mji wake mkuu ni Kalemi. Kwa hiyo kwa misingi hiyo pia, asilimia semanini ya bidhaa zinazoingia nchini DRC zinapitia katika bandari za Tanzania mm -hmm. na asilimia semanini ya bidhaa hizo zinapitia katika ukanda huu wa Lubumbashi mm -hmm. katika majimbo hayo ambayo nimeyataja. mm -hmm. kwa hiyo kuna shughuli nyingi sana za Watanzania ambazo zinahusisha wasafirishaji, ambazo zinahusisha biashara, kwa sababu biashara yote sio kwamba tu inahusika ni biashara ya madini peke yake. Kuna usafirishaji wa bidhaa za kila aina zinazoingia nchini DRC, sehemu kubwa ya bidhaa hizo zinapitia Balozi hmm. Unajua, uh, juhudi zote ambazo zinafanywa na serikali, uh, ni kwamba uh, kushikilia soko hili, ndiyo, la DRC ndiyo. Ndiyo. Na kwamba ndio kuendelea kuchochemua mizigo ipite bandari ya Dar es Salaam iongezeke, na maana ya biashara iongezeke kutokana na kuwepo kwa soko la, la uhakika mm, lakini kuna wakati watanzania wa wanapata wasiwasi kutokana na, na hali halisi ya usalama, hili likoje? Ukiwa kama balozi wetu hapa, naomba ha, ha, una, una, kuhakikishia watanzania kwanza. Mm, naomba niseme mm -hmm. Nafikiri kwa uhalisia kuna aina mbili ya maisha kwa mtazamo wa Tanzania, kuna <laughs> <laughs> maisha ya DRC <laughs> <laughs> <laughs> kwa mtazamo wa Tanzania kwenye mitandao <laughs> na kuna maisha ya DRC kwa uhalisia mm. ya kuishi ambao nywe wenyewe nye katika hizi siku mbili tatu mlizokaa hapa mmeshuhudia. mm. hapa eneo hili la huku sehemu kubwa ya DRC mm. ni eneo tulivu kabisa, maisha yanaendelea kama kawaida, na ukichukulia mfano huduma za jamii zinaendelea kama kawaida mm -hmm. watoto wanakwenda shule, huduma za jamii zipo. Nikupe mfano, ilikuwa ni kati ya mwezi wa Januari na mwezi wa Februari mm. bidhaa zilizoingia kutoka bandarini zilifikia tani laki tano eh, kutoka bandari ya Dar es Salaam kuingia hapa DRC mm -hmm. kwa wastani tuchukulie kwa kati ya mwaka ishirini na moja na 22, hapa ziliingia tani milioni moja mm -hmm. laki moja mm -hmm. lakini ndani ya miaka mitatu kufikia mwaka 2023 2024 mm -hmm. ziliingia tani milioni 4 za mizigo kutoka mm -hmm. Kwa kuanzia mwaka huu kwa mwezi Februari peke yake tu mm -hmm. zimeingia tani zaidi ya laki tano mm -hmm. na biashara inazidi kukua mm -hmm. na idadi ya maroli yanayoingia hapa nchini na DRC mm -hmm. inazidi ina, ina kuongezeka mm -hmm. na idadi ya watu ambao wana interest ya kufanya biashara kutoka Tanzania mm -hmm. inazidi kuongezeka mm -hmm. na ningependa kuongezea hapo kwamba sisi aa jukumu letu kama ubalozi. Kwa sisi jukumu letu kubwa ni kutekeleza diplomasia ya uchumi mm. ambayo msingi wake mkuu ni kutangaza fursa za uwekezaji mm. zilizopo Tanzania, lakini pia kutokana na mazingira ya DRC mm -hmm. kutegemea sana Tanzania mm -hmm. kwa ajili ya kuingiza biashara zake na uchumi, tunachukua fursa nyingine pia ya kutangaza fursa zilizopo DRC mm. kwa wawekezaji wa Tanzania. Sana. Kuna ujumbe wowote wa, wa mwisho kwa Watanzania? Ujumbe wa Tanzania ni kwamba jamani mm -hmm. DRC ni sehemu nzuri sana mm. DRC kwa Waingereza wanasema the sleeping giant is waking up. <laughs> ni nchi ambayo ina fursa nyingi hasa kwa Watanzania kwa sababu DRC inategemea sana Tanzania. Kuna kila aina ya biashara hapa, kuanzia biashara ndogo. Kuna wajasiriamali wadogo wadogo hapa wanaoleta bidhaa ndogo ndogo kama nguo, viatu. Kuna mpaka wa Masai hapa, wanauza wanauza viatu. kwa hiyo <t stranakala> ee, kuna wawekezaji, kuna fursa ipo, na kila mfanyabiashara unayemuuliza mm. kuanzia wa chini mpaka wa juu wanakuambia kitu kimoja pamoja na changamoto yote, kwanza, changamoto ni nyingi, ndio fursa nyingi mm -hmm. Pamoja na changamoto yote, faida kubwa ya kufanya biashara nchini DRC ni kwamba unarudisha mtaji wako mm -hmm. haraka sana mm -hmm. na pia hapa mamlaka za DRC kwa mapenzi ya DRC walikuwa nao wa Tanzania wanatoa fursa nzuri sana ya kufanya biashara hapa kufanya mm. biashara. Kwa hiyo Kariakoo ihamie. Kwa nini watu kama ilivyokuwa zamani mm -hmm. watu walikuwa wanapata bidhaa Dubai mm -hmm. lakini tukaihamishia Dubai Dar es Salaam kwa nchi kwa, kwa watu wa nchi za jirani. Mm -hmm. Kwa hiyo tunataka kwa sababu ni Wakongo wengi sana wanasafiri mm -hmm. kwenda Tanzania kuchukua bidhaa. Mm -hmm. Lakini kuna fursa ya Watanzania kuja hapa mfano kufungua yadi za magari, mm -hmm. kufungua maeneo ya biashara ambayo tunataka kuwazungumzia ili wafanyie biashara kutoka hapa. Lakini tunaomba kwa kwa sababu biashara ina changamoto zake, mm -hmm. Ili kupata uhakika wa kufanya biashara, kama unataka kutafuta fursa ya biashara, tunaomba mpitie ubalozi mm -hmm. Sisi tutawaunganisha na watu sahihi ambao wanaweza kuwasaidia kufanya hizo biashara mm hizo -hmm. Huduma zote sisi tunafanya masaa ishirini na nne na hazina gharama yoyote. Hata watanzania wetu waliokuwepo hapa mm, ambao wanafanya biashara kubwa wanatoa misa, misaada ya ushauri kama hii wanafanya kwa bure tu mm, kwa lengo la kuwawezesha watanzania wengi kufanya biashara hapa. Nashukuru uh, sana <laughs> <laughs> na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, huyo ni balozi mdogo uh, wa Tanzania mjini Lubumbashi, uh, Balozi Jacob Msekwa ambaye alikuwa anatupa uh, abc uh, za maswala mazima ya biashara kati ya DRC uh, na Tanzania hasa kwa upande huu uh, wa Lubumbashi, na kwa lengo kubwa zaidi la kuchechemua bandari ya Dar es Salaam uh, kuwa lango kuu la mizigo inayokuja DRC, lakini pia kutumia fursa iliyopo DRC kwa maana ya soko la bidhaa mbalimbali kutoka nchini Tanzania, lakini pia kuambia kwamba benki yako ya kizalendo Azania Benki ipo uh, kwa ajili ya kwe wezesha uwe mjasiriamali uwe mdogo uwe wakati uwe mkubwa kwa ajili ya kufanya biashara, lakini pia kwa ajili ya kuwekeza kutoka Lubumbashi nchini DRC. Mimi ni Vumilia Mwasha kuletea Wekeza Tanzania nikiwa naongozwa vilivyo na mwongozaji wa wakati wote, mtazamaji, Neligwa Mugittu anahakikisha kwamba nyuma ya kamera unayapata vilivyo yote ya Wekeza ambayo unayapata mpaka wakati mwingine taendelea kukutana site na maeneo mbalimbali kueleza masuala ya uwekezaji, fursa za uwekezaji, lakini kipi uh, kinaendelea kwa upande wa uwekezaji ndani na nje ya Tanzania, tukiwa tunapewa jeuri na benki yako ya kizalendo Azania Bank. Chao uwekeza Tanzania imeletwa kwako na Azania Bank.